Huyu ndio chui anayedaiwa kuleta hofu kwa wananchi wa kijiji cha Mwalali kwa muda wa miezi miwili, ambapo walikuwa wakishtuka mifugo yao ikiwa imetoweka bila kubaini chanzo mpaka pale walipomshuhudia chui akiondoka na mfugo kisha kutoa taarifa kwa Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori, TAWA. Uwepo wa chui huyu am, am, im, wame, amechukua mbuzi wakati wa usiku, alikuwa anabeba tu, ajulikani kwamba ni nani amechukua au ofisi uh, au nani amebeba mbuzi ishirini na moja ambazo zimepotea ziop, ziop, na kondoo kumi na nane. Kuathirika kwa, kwa, kwa binadamu walikuwa hajaathirika, lakini kwa wanyama wanadurushisha nyuma kimaendeleo. Sisi, sisi benki yetu Wasukuma ni mifugo, na hiyo benki inaharibiwa. TAWA tunaishukuru kwa msaada iliyotoa, iendelee kutoa. Baada ya kupokea taarifa, timu ya maafisa wa wanyamapori TAWA Kanda ya Ziwa ikafika kutoka mkoani Mwanza na kuanza zoezi la kumsaka chui huyo huku tukiongozwa na maaskari wakiwa na silaha za moto na sisi tukiwa na silaha za usingizi, tukabaini tukamwona yupo ndani ya jiwe sehemu ambapo hatuwezi kufika. Baada ya hapo, tukaamua kutumia mbinu ya mtego, tukamkamata kwenye mtego, tukampa dawa za usingizi, hatimaye mpaka kumkamata. Na hii doria ni endelevu mpaka hapo tutakavyojiridhisha kwamba mazingira yao yako salama, ili na wao endelee kuendelea na shughuli zao za kiuchumi na za kijamii bila wasiwasi. Lakini pia sio wananchi peke yao, pamoja na mifugo yao na mazao yao. Kutoka mkoani Simiyu, Rema Evans, Azam News.